Ah, miaka ishirini mm, kiwemo mis, ya, mijuzi, juzi tu hapo ishirini mm, mingi sana hapo mm. Yani shirini ukiongeza miaka mitatu ndo miaka yangu. Sawa, imekuaje? Kwanza ni jambo la kushukuru Mungu kwa sababu sisi kama timu ni jambo ambalo tulikuwa na mipango nalo kwa kipindi kirefu mm. Kwa hiyo tunashukuru Mungu kwa juhudi za viongozi wetu pamoja na wachezaji, tumeweza kupambana na tumeweza kutimiza hili jambo mm. mm. Michezo takriban minne ambayo mmecheza kwenye hatua ya kwanza na hatua ya pili, yote mmefanya vizuri nyumbani na ugenini, nini siri ya mm. mafanikio? Uh, mi na imani kikubwa ni uh, kufata maelekezo mwa, ya mwalimu na kuyafanyia kazi yale, yale makosa ambayo tulikuwa tunafanya mwanzo na kuboresha zaidi na zaidi ndio kitu ambacho kimefanya sisi tuweze kuwa, kuwa bora katika kila mchezo. Kocha Florai Benge huwa anawaambia nini hasa mnapokuwa katika viunga vya mazoezini? Kikubwa ni mtu ambaye anapenda wachezaji waenjoi mpira wawe huru na mpira na hicho ndio kitu ambacho kinatupa uhuru sana wachezaji kufanya vizuri. Hmm. Kuna namna ambavyo mmeona kuna mabadiliko kwa changes yoyote ndani ya kikosi? Eh, mabadiliko yapo mm. yapo makubwa sana mmecheza mm. takriban michezo minne katika eneo zima la ulinzi, hamjaruhusu mche goli hata moja. Pengine haswa mkiwa mazoezini, kitu gani haswa ambacho mnajifunza, lakini pia vile vile mnahakikisha ya kwamba mnakwenda kuziba mianya ambayo wapinzani huwa wanakuwa kwenda kuitumia kwa ajili ya kwenda kuataki eneo lenu zima la golikipa? Ah, mimi naamini huo ni ubora wa ufundishaji wa mwalimu. Kwa hiyo mwalimu yeye huwa na mbinu zake ambazo anatuelekeza sisi kama wachezaji, na ndo hizo ambazo tunazifuata na ndo ambazo zimetusaidia kutokuruhusu ugoli. mm. Umekuwa Azam kwa muda mrefu sana lakini leo nakwenda kuandika historia, pengine labda ni kitu cha namna gani ambacho unajivunia ukiwa kama mchezaji ambaye umeandika historia ndani ya Azam? Ah, ni kitu cha furaha kwangu na ni kitu kikubwa kwa sababu ni, ni historia ya pili tuseme labda Azam kubwa, ambao wanaiweka historia ya kwanza ni ubingwa, na historia ya pili ni hii ya kuingia katika group stage. Kwa hiyo katika historia yote ya Azam, ukisema bwana, katika wachezaji ambao waliingia hatua ya makundi kwa mara ya kwanza, manake Pascal Msindo naye yupo. Kwa hiyo mm. Hey, ni jambo kubwa sana. Imekuwa inawaumiza ina, ina kwa kuona kwa misimu kadhaa mnakuwa mnashiriki michuano ya kimataifa lakini haifanikiwi timu kufika hatua ya kama timu ukiwa na malengo na malengo yako asipotimia automatically, lazima utaumia mm. <coughs> Kwanza ni jambo la furaha mm, mimi kama fungaji <coughs> kuendeleza kufanya kile ambacho nakifanya mm, kwa hiyo nina <coughs> furaha kwa sababu haya ni mashindano makubwa mm. Kwa hiyo ni jambo zuri sana nikikaa pale nikiona kafu na mimi wameniposti <coughs> nipo pale, magoli yangu yametokea mawili huwa mm, na enjoy sana. Historia yako kwa... ya mchezo wa mpira ya miguu ulianza kucheza kama winga ukatoka katika nafasi. Kubadilika katika hiyo eneo nahisi ni moja sababu ambayo imekufanya uendelee kuwepo katika darubini ya soka hadi sasa. Ya, naamini hilo ni, ni jambo kubwa ambalo limenisaidia sana kutokana na huu bora ambao unaonesha kwenye kushambulia ni kutoka na nimeshawahi kutumikia katika maeneo hayo, kwa hiyo ndo moja ya sababu kubwa ambayo mimi yananisaidia sana kufanya vizuri kwenye hiyo kitu. Nukuu yangu moja nakumbuka wakati walisha nafasi na kauli ambayo alitoa machozi. Je, yale machozi sasa bado yapo au ni furaha kwa sababu umeenda katika namba ambayo umecheza ambayo imekuwa ni kesi historia katika kari yako mchezo. Kwa, kwa kipindi kile lazima ujutie, lakini kwa sasa hivi huwezi kujutia kwa sababu ndo position ambayo imenipa mimi jina na, na position ambayo imenifanya mimi kujulikana zaidi na kuwa bora zaidi kwa hiyo kwa sasa hivi naifurahia pozisheni yangu na nitaendelea kuifanyia kazi vizuri zaidi na zaidi. Imeonekana wakati unafunga goli, kuna muda rafiki yako alikuwa akitafuta nafasi nyingi, naye pia aweze kulipiza kile ambacho umekifanya, pengine utani wenu haswa huu huwa kinamaanisha nini hasa? Ah, jambo kubwa, yeye ni alikuwa anataka kufunga ili anitambie lakini mimi kama kijukuu cha mtume <laughs> nimekuwa na binya vindula ndula vya <laughs> <laughs> e, ili asipate goli, kwa sababu angepata goli angenisumbua sana. Amna. <laughs> <laughs> Um, lakini nashukuru Mungu hata yeye ameweza kuhusika kwenye, ma, ma, ma, ma, ma, <laughs> kwenye magoli mawili amehusika, <laughs> kwenye magoli mawili ni jambo kubwa kwa sababu Fei ni mchezaji mzuri na huwa anapenda navyozidi kufanya, kufanya vizuri. Nimezungumza mezung, ni naye pale, alikuwa anasema mat, ma, yale matani yenu anasema kwamba kidogo wewe hazikutosha naye hivyo hivyo. Naye naye ni hivyo hivyo naye azimtoshi, kuna, kuna zaidi ya urafiki. Yeah, yeah sisi huwa tunaishi kama ndugu mm. mm. yani, urafiki tunaishi kama ndugu. Wewe unajisikiaje pale wakati ameposti alafu anakuwekea na vile vidoli pale mwishoni? kwa sababu ni tunadumisha utani. mm -hmm. kwa hiyo huwaga na enjoy ndo mm -hmm. maana kiposti nami nikiwa na, na jambo lake na mimi mm -hmm. nalitandika mimi. Nashukuru kwa kuwa kuna watu wengi ambao wa nje huwa nao wanaburudika kwenye, kwenye vile vitu mm -hmm. kuna utani umeweka kuumiza kati ya wewe na hapana? Hatutaniani na, na, na na, mm -hmm. kiasi ki cha kufikia kuwa kwamba tutaumizana au mmoja wetu ataweza kupeleka na nyie mm -hmm. vipi? mtafutiwe pambano kama, kina, kama kibwana na Dennis na, mimi mwili wangu bwana swabu akupigana so, mliu nianze kuitwa tena pasko pengo. Hapana, Atla... anatamuumiza ah, <tutu> eh, ngumi afu ajui fei kusema sema fei ngumi zikiwa anageuza mgongo nitapostia siku video yake, anapigwa anageuza mgongo, kwa hiyo ngumi alikuwa anapigwa chilambo, anamtandika mtu mfupi.